Nichezeshe Kiswahili. nadhani umenielewa vizuri mm. Unataka nini? Nini ambacho unakitaka sasa, na hivyo kuna mjumbe hmm? na mashahidi nje basi, nikupiga kupiga ugunga moja tu, kwamba unanibaka ili serikali wajichukulia ushahidi wake moja kwa moja Koneu... Unataka nini? Mm. Sio kila siku lazima nijieleze. Sawa, mama.